Kamari za michezo na ubadhirishaji wa mechi. Je, kampuni za kamari zinaendesha soka? Soka limekuwa mchezo wa mapenzi kwa mamilioni, lakini sasa ni mchezo wa fedha kwa kampuni za kamari. Leo tutaonyesha jinsi mfumo huu unavyodhoofisha soka na kuwanyonya mashabiki kwa njia za kinyama. Kampuni za kamari zimeingia kwenye soka kwa nguvu. Ufadhili wa timu na ligi: kampuni kubwa za kamari zinafadhili ligi mbalimbali mbali duniani. je Timu zinauza heshima kwa pesa. Matangazo yanayolenga vijana: vijana wanaoshambuliwa na matangazo ya pata milioni kwa kubonyeza, wakati hawajui hatari. Kudhibiti ratiba za mechi: baadhi ya mechi za kirafiki hupangwa kusudi tu kuchochea kamari, sio kwa mchezo mzuri. Kampuni za kamari zinatumia njia za kinyama kuhakikisha wao wapata faida: kununua wachezaji na marufuku, kwa kuwapa fedha wachezaji au marufuku kufunga magoli au kupoteza makosa Kubadilisha matokeo kwa teknolojia: vibao vya mechi vinaweza kuwa vitimli kwa kutumia mfumo wa AI kutarajia matokeo. Kampuni zenye uwezo wa kucheza odds wao huwa na data za siri za timu na wachezaji, wakitumia kubadilisha vibao kwa faida yao. Matokeo ni maangamizi: kuathiriwa kwa soka, mechi hazina shauku tena, ni tamasha la uongo. Uraibu wa kamari: WHO inasema asilimia asilimia tano ya vijana wa Afrika Mashariki wana tatizo la kamari. Kufilisika kwa familia: watu hupoteza kazi ndoa na maisha, kwa kufuata ndoto za kutokuwa na maana. Lakini tunaweza kukabiliana. Kataa kamari, usiwe sehemu ya mfumo huu wa udanganyifu. Taka uwajibikaji, serikali zifungue uchunguzi kuhusu mechi zilizoshtushwa. Tunza soka, shiriki habari kuhusu timu zinazofanya kazi kwa uaminifu. Soka ni urithi wetu, tusiruhusu fedha kuiua. Andika maoni yako hapo chini. Kamari za michezo, je, zinaendesha soka?